Leo hii mamia ya wananchi na viongozi mbalimbali mbali wa serikali na wa chama cha mapinduzi CCM wameshiriki katika safari ya mwisho ya kumpumzisha aliyekuwa katibu wa UWT mkoani Mbeya, ambaye siku chache zilizopita alipata ajali ya gari, huku wengine watano katika gari walilokuwemo kupoteza maisha na kufanya idadi ya waliopoteza maisha kufikia sita baada ya yeye kufariki siku ya Machi 31 mwaka huu. Leo hii Aprili tatu mwaka 2025 viongozi mbalimbali na wananchi mkoani Manyara wameshiriki katika kumwaga na kumpumzisha kiongozi huyo. Hapa viongozi mbalimbali wa serikali na wa chama cha mapinduzi CCM wanamzungumzia Lucy Sule, alikuwa ni mtu wa namna gani katika utendaji kazi wake enzi za uhai wake. niseme kidogo hiyo gari iliyopata ajali na alikuwa amekaa nyuma ya kiti changu toka tunatoka Mbeya, alikuwa muda wote anapiga simu, yuko majukumu yake, nadhani UWT yuko na, na shughuli yao kule Tanga. Kwa hiyo anapiga simu kuhimiza watu watoe michango, anapiga simu, namuuliza, muuliza kwa nini wao wanapiga simu sana, sema lazima tufanye kazi mwenyekiti, kuhimiza watu sababu siku ya mwisho ni kesho, kwa ya maneno yako, anaongea na nieleza mimi akiwa nyuma ya sita hiyo gari ambayo ilipata ajali. Kwa hiyo tulikwenda naye mpaka kusindikiza mgeni wetu hapa mwenyekiti wa jumuiya wazazi mpaka Makambako. Sijui nini kilitokea, tu mimi nilishuka kwenye ile gari. Kwa wao wakaendelea safari baada ya dakika arobaini na tano ndio nikasikia kwamba amepata ajali na nilipigiwa simu na mbunge wangu wa bahari pale Bahati Ndingo akinifahamisha kwamba mwenyekiti, uko wapi, mbona hiyo gari tunasikia, mbona ilikuwa imepata ajali na katibu wetu wa UWT nasikia ameumia sana na wengine wamepoteza maisha. Kama pana mimi nimechuka Makambako. Kwa kuanzia hapo sasa ni stori refu, lakini nikabidi tuanze kufuatilia na kujua wengine wanaendeleaje. Lakini bahati mbaya kwamba kwenye ajali wamepoteza eh, ndugu zetu sita akiwepo na dada yetu Rosia. Kwa hiyo sisi kama Mbeya kwa kweli tunasikitika sana. Poteza watu wetu ambao tulikuwa ni shughuli za chama na tunaendelea kutoa pole sana kwa watu wa Manyara. Pamoja sana kwenye msiba, tumeumia wote, tumeguswa. Fadhili Rajabu, mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi ya Chama cha Mapinduzi Taifa, naisha Arusha, ndio kazi nafanyia Dodoma. Uombolezaji kwa kama alivyosema mwenyekiti wa CCM Mbeya, mimi nilikuwa na ziara ya kichama ya mikoa minne nikaanzia uh, Songwe, nikamaliza vizuri, nikaja Mbeya nikamaliza vizuri kwa itifaki zetu za chama, wakanisindikiza mgeni mpaka Njombe. Kwa hiyo nikafika Njombe, nikapokelewa vizuri, nikaanza mkutano wa ndani, hawa wakaniaga, yeye na marehemu na wengine na mwenyekiti wangu wa wazazi. Sasa mipango ya Mungu kama ilivyovyosema mwenyekiti hapo, mkoa akabisha e, kiti chake akabaki Makambako na alikuwa na, na, na ratiba nyingine ya kwenda Arusha. Mwenyekiti wangu wa wazazi wa mkoa akaketi kwenye kiti cha mwenyekiti pale, wakaanza safari kurejea Mbeya, ndipo yakatokea haya yaliyotokea na kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi, nichukue nafasi hii kutoa salamu za pole kwa familia mama pamoja na watoto, ndugu na jamaa pamoja na marafiki wote ambao tumehudhuria katika eneo hili. Wenzangu wameeleza sifa za rusia Mimi siwezi kuzirejea, kwa sababu nitashindwa, kwa namna ambavyo nilivyo mjua mtoto huyu uchapa kazi wake.